Toa kitu ambacho hakiuzwi sokoni. Kabla huingia sokoni, jiulize swali moja la maisha, ni kitu gani chenye thamani kubwa zaidi lakini hakiwekwi bei sokoni? Utanunua kila kitu, nguo, manukato, vito, hata tabasamu ya bandia, lakini kuna vitu vinne vinavyounda heshima ya mwanamke na hakuna soko linalouza hivyo. Mwanamke wa kweli Hatoi kile kinachovutia macho, anatoa kile kinachobadili maisha. Moja, heshima, thamani isiyouzwa. Heshima haiji na mfuko wa pesa, ni msimamo wa ndani, ni namna unavyojiona kabla watu hawajakuhukumu. Mwanamke anayejiheshimu humlazimisha ulimwengu umheshimu. Heshima haiombwi, hainunuliwi, inajengwa. Mbili, Uaminifu, hazina isiyopimika. Uaminifu hauandikwi kwenye mkataba wala haupimwi kwa zawadi, ni ahadi ya kimya kimya inayolinda mioyo. Mwanamke mwaminifu huleta amani kwenye vurugu, na amani ya moyo hiyo, hakuna duka linaloiuza. Tatu, subra, nguvu ya walioiva. Subra si udhaifu, ni hekima iliyokomaa ni uwezo wa kusubiri bila kupoteza utu, kuvumilia bila kupoteza mwelekeo. Mwanamke mwenye subra huponya hata nyoyo zilizochoka. Subra haina bei, ina mizizi nne. Upole, lugha ya mioyo. Upole si sauti ya juu, si maneno makali, ni mkono unaotuliza, ni neno linaloponya. Mwanamke mwenye upole hubeba nguvu ya ajabu ya kujenga bila kubomoa Upole hauuzwi, unachaguliwa. Katikati ya makala, neno la shukrani. Ndiyo maana mijadala ya kina kama hii huishi na kukua kupitia Hubah Online TZ. Hapa ndipo maneno yana roho na mada zinaguswa kwa ujasiri na hekima. Mwandishi Ali Kasim Ali huandika si kwa wino pekee, bali kwa uzoefu, maumivu na busara ya maisha. Ukisoma unajifunza ukisikiliza unatafakari. Hubah Online TZ, mahali ambapo mapenzi, utu na ukweli hukutana. Tano, mapenzi ya kweli si maneno, mapenzi ya kweli si picha, si mbwembwe. Ni uwepo wakati wa ukimya, ni kusikiliza bila kuhukumu, ni kusamehe kwa busara. Mapenzi ya kweli hayapatikani sokoni, yanapandwa, yanakuzwa, yanatunzwa. Ujumbe wa mwisho. Mwanamke, dunia itajaribu kukupimia thamani kwa vitu vinavyouzwa. Usikubali. Toa kile hakiuzwi sokoni. Heshima, uaminifu, subra, upole na mapenzi ya kweli. Hapo ndipo thamani yako itaonekana, si kwa bei, bali kwa athari unayoacha kwenye maisha ya wengine. Na athari ya mwanamke wa kweli hudumu zaidi ya mali. Sehemu ya maoni kwa maoni yako, ni kitu gani kingine mwanamke anatakiwa kutoa ambacho hakiuzwi sokoni? Andika hapa chini. Kila siku tunajadili mapenzi. Leo tumegusa thamani ya kweli ya mwanamke kupitia Huba Online TZ. Salamu aleikum mwalimu na wenzangu wote, hii siyo channel ya kawaida, na kwa sasa Huba Online TZ imefikia zaidi ya watu elfu hamsini wanaofuatilia Karibuni sana Huba Online TZ, chaneli ya YouTube inaofundisha, kuhamasisha na kugusa mioyo. Ikishiriki hadithi kuhusu maisha Z. Tembelea Huba Online TZ.